Kaka, ndio utaki kabisa kutusaidia? Unatuacha tu kweli kakaangu? Tusaidie kaka, ili niweze kuwasaidia mpaka asira za moyo wangu zitakapowisha, na hata kama zitakwisha, nitafikiria jinsi ya kuweza kuwasaidia kwa kuwa damu ni nzito kuliko maji. Karibuni. Asante, asante kaka yangu. Sashi, tuingie ndani tukapumzike. Nina imani kwa roho ya kaka yangu, atatusaidia tu. Tumwache kwanza sala zake ziishi, atatusaidia tu. Tuko sehemu salama hapa mwanangu, tuingie ndani. tu tunafanyaje? Kwa sababu mimi sielewi mpaka dakika hapa nilipo, mimi nina mimba na nilikuambia fika tutumie kinga kwani. Sikiliza, niomba tushirikiane. Alafu mwanafunzi, ujue mwenye unajua kabisa hapa nilipo na kesi kibao hapa na serikali, mimi nitafuta kila kona, kila pembe, afu sijui nikimbilie wapi, alafu unakuja unasema oh, sijui na mimba yangu na magani vipi, afu kuzingatia mwanafunzi, miaka kumi ya serikali sijaimaliza. Alafu hata miaka 30 nikitoka nataaniwebabu sindio? Babu, si ndio? Sikiliza wewe, mwanamke, tuheshimiane. Alafu ukiniona popote pale niogope kama kituo cha polisi, afu fanya kama tujui kuonana katika maisha yetu. Hebu sikiliza kwanza, mabuti. Sasa unavyoniambia hivyo mimi unafikiri nitafanyaje? Eh wewe ndio mwanaume wangu wa kwanza ambaye umenirubuni nikakusikiliza na vile vizadi vizadi vyako ndo ukazidi kuniteka. Sasa hivi nimepata janga unataka kuniambia nini? Sikiliza wewe, usinijaze upepo Wanajaza upepo wanajaa mikolo, au sio? Mtafuta mwenye mimba yake, iyo mimba misio ya kwangu, si unajua zile. Alafu najikataa kama hivi, yani nakiona popote pale sinishobokee, wewe mabuti. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mwenyezi Mungu. Aaa, ndo maamuzi yangu ya mwisho. Naamini nikifanya hivi tena kupumzika kwa amani. <laughs> <laughs> Hapana, hicho anachokifanya unaona kiko sahihi kwako? Dada, haujui ninachopitia, jinsi gani kinavyoniumiza. Hiki ninachofanya nami ni ndo sahihi kabisa na uniache naisi Hujapitia matatizo makubwa kama niliyopitia mimi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba njoo tuzungumze walau dakika tano tu. Ukinisikiliza na ukaona kama maongezi yangu hayana maana, hayana umuhimu kwako, na kuruhusu, fanye unachotaka kufanya. Nitakupa muda kabisa wa kujiua, ujiue. Tena ikiwezekana, nitakusaidia kukua kwa kutumia mshale wangu mwenyewe. Kwa hiyo nakuomba tuzungumze dakika tano. Hayo ndio alonikuta na sikuchukua uamuzi wa kujiua. Nikaamua kuishi peke yangu na kutengeneza mji wa peke yangu, kujitenga na wananchi. Pole sana, kume. Kuna watu wanapitia mambo magumu hivyo. Ndio sasa uamuzi ni wako. Je, utaenda kuendelea kujiua au utaondoka na mimi? Na kuhusu mimba yako, hata usijali, mimi nitakusimamia, tutakuwa bega kwa bega hadi pale utakapojifungua salama na utakuwa sawa kabisa. Kwa hiyo mimi nakukaribisha kwenye mji wangu. Kwa ulivyoniambia, mimi nimefurahi sana kwa sababu sijawahi hata kupata mtu mwenye mawazo kama yako, au mtu ambaye tu alikuwa ananitia moyo kwa jinsi ulivyoniambia. Mimi nipo tayari kuishi na wewe popote, na maisha yangu yatakuwa wewe ulipo, sawa

mrefu sana waesimama na huyo mtoto, lakini pia kila nikikuomba unipatie hautaki. Una shida gani? tangu nipate fahamu zangu unatamani ione sana sura ya mwanangu ni msorie. Najua kabisa huyu ndo atakuwa furaha yangu. Pole sana Faun. Asante sana kwanza, kabla sijazaa nilikuwa nasikia watu wanasema kwamba kuzaa ni kuzaa uchungu sana, ni kweli, nimejionea lakini nishavuka huko. Kwa sasa furaha yangu ni kumuona tu mwanangu unachokisema lakini, mapenzi ya Mungu ana makosa. Mtoto amefariki mama, mwanangu. Hivi mama, ndani kifo imefichwa siri gani? ikwepo leo waonekani kifo kinajua kupukutisha. Uwe na hela, umazikini wa kutupwa. Kifo, kifo, kifo akina mjanja akichague, akichague Zena. Ah, rafiki yangu jamani, mbona unalia? Acha nilie tu ndugu yangu, maana ndio maisha niliyozoea. Kwa sababu ile ndoa yangu nilitegemea itaenda kunipa faraja, amani na furaha siku zote, lakini imekuwa kinyume na mafikirio yangu. Nimekuwa ni mtu wa kuteseka, kuhangaika. Yule mwanaume ameenda kunibadilikia na kuwa katiri kupita maelezo. Ninavyokwambia, tulipambana kwa hali na mali, nilifikia wakati mimi nauza hadi mboga ili tuweze kufanya maisha yaende. Tulijaliwa mpaka tukafanikiwa kujenga nyumba lakini malipo alionilipa yule mwanaume ninavyokwambia, leo ndo amenionyesha kitu ambacho sikuwahi kufikiria. Pamoja na unyama wote ambao alikuwa akinifanyia siku zote, amediliki kuleta mwanamke kwenye nyumba ambayo mimi na mchango nayo na kunifukuza <tuhu> kama mbwa da, kweli hao wanaume ni mbwa sana. Unajua mimi mwenyewe mabuti alinipaga mimba, lakini alinikataa kama anijui. Sasa hivi nimeamua kuishi na huyo mdada mmoja ametengeneza naniliu mji wake huko sitaki kuishi na watu wengine. Kwa hiyo, kwani unaelekea wapi? Yaani safari hii nilikuwa nikitoka na kuwaza kuelekea kwa mama. Lakini nikawa nafikiria, mamaangu sijui kama atakuwa na msada wote kwangu kwa sababu hata nilipokuwa nikimpa malalamiko ya ule mwanaume, alikuwa akiwa upande wake. Naisha alikuwa akiamini labda mimi tu ni utoto na kila kitu ila yule mwanaume hakuwa na makosa. Kwa naona hata nikienda ni hale hale. Kifupi, sielewi hata nini nafanya na wapi naelekea. Labda mimi nikushauri kitu, rafiki yangu, kwa sababu wewe ni muhenga kama ulivyokuwa mimi. Kama utakuwa razi, uongozane na mimi tuende hadi kwa huyo mdada, nikamwelezee matatizo yako alafu uishi kama tunavyoishi sisi, kwa sababu mimi binafsi sasa hivi naishi maisha huru, sina mawazo na mtu, naishi nitakavyo. Kwa hiyo kama unaniamini rafiki yako nifuate. Ni rafiki yangu anatokea kijiji kimoja na mimi, lakini wakati nilipo kwenye walindo yangu msituni nimekutana naye. Huyu alikuwa ameolewa akawa ameenda mjini na mumewe, lakini baada ya kufika huko mumewe akawa anampa mateso. Mwisho wa siku akaamua kumletea mwanamke mwingine kabisa mule mule ndani. Kwa hiyo mimi, baada ya kusikia huo mkasa, nikaona kabisa ni sawa kabisa kama sisi alivyotukuta kwa hiyo nimeona ni jinaye ni hapa tumsaidie, maana mpango wetu, mji wetu unatakiwa uwe mkubwa. Pole sana, asante sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Zena. Sawa, karibu sana. Asante sana. Sisi hapa tunahitaji watu wenye nia ya dhati na watu wenye uelewa, kwa sababu tunataka kuanzisha mji wetu sisi wanawake na watoto wetu. Kwa hiyo kama kweli unania, na umeamua kuja hapa, utakaa na sisi hapa, na kama unaona kwako si sahihi, basi fanya safari, urudi nyumbani kwenu. Kwa hilo wala usijali. Mimi niko na utayari kabisa, kwa sababu nimeshatembea mbali mrefu, nimechoka, na hapa mpaka kufika kwa mama yangu ni mbali sana, na isitoshe, mimi hata simu yenyewe sina mimi niko tayari kwa lolote ile, yani kifupi, mimi niko tayari kujiunga na nii. Sawa, karibu. Asante sana kwa kweli. Ulikuwa na ujauzito, mtoto yuko wapi? Ni bahati mbaya, mipango ya Mungu haina makosa. Alitokwa na damu nyingi sana wakati wa kujifungua, na nilijitahidi kwa uwezo wangu kwa wote wawili lakini nilifanikiwa kumwokoa mama tu, mtoto hatukumpata. Maskini, pole sana. Kazi ya Mungu haina makosa. Sawa zenu, lakini sisi hapa tuna mavazi yetu maalum ambayo tunavaa, kwa hiyo sijari, tukiingia ndani nitakupa mavazi hayo na wee uvae ili tuwe pamoja, sawa? Asante Ndoke. Kwani una ugomvi gani na mimi? Sikiliza, sina ugomvi na mtu wowote, bali nahitaji nguvu zako. Unahitaji nguvu zangu? Yeah. Kivipi nguvu zangu mimi? Nazitaji kutumia nitakavyo. Nguvu zako kwako wewe Mi naomba tuniruhusu naondoke kwa sababu nahisi nyumbani kwangu huko watu washavurugwa kuhusiana na mimi. Kwa maadili zako mimi niondoke. Unataka kuondoka? Unataka kuondoka? Subiri utaondoka. Sasa hapa barabara likuwa na pataka utazitumia nguvu zako vizuri ipasavyo. Ulikuwa unatumika ovyo tu, unakamata watu wanakupa elfu kumi, elfu kumi na tano, elfu ishirini, hazina maana hapo. Sasa utazitumia vizuri, utakamata mtu utaua utakavyo, utamkamata mtu utafanya chochote unachotaka. Nadhani upo sahihi. Sasa je, upo tayari kufanya kazi zangu? Niko tayari. Utafuata maamrisho yangu? Bila shaka nitafuata maamrisho yako. Sawa sawa, sawa sawa. Najua si akili yako. Nenda kwenye majukumu yako sasa.